Karibu katika mada leo tunaangalia mazoezi salama kwa mama mjamzito. Mazoezi ni muhimu kwa mama mjamzito, kwani husaidia kuboresha afya yake, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha maendeleo ya ujauzito. Hata hivyo, si kila aina ya mazoezi yanafaa kwa mama mjamzito. Ni muhimu kufanya mazoezi salama yanayofaa kwa hatua tofauti za ujauzito. Kama ni mara yako ya kwanza, basi hakikisha una subscribe ili huo unapata mazoezi kipindi tu tunapo ya upload. Hebu tuone faida ya mazoezi kwa mama mjamzito. Mazoezi husaidia kupunguza maumivu ya mgongo na miguu, hupunguza hatari ya kisukari cha ujauzito na shinikizo la juu la damu, husaidia kudhibiti uzito wa mwili, kuboresha mzunguko wa damu, husaidia mtoto kupata oksijeni ya kutosha. Hupunguza msongo wa mawazo na kuboresha usingizi, kuimarisha misuli na kuboresha maandalizi ya kujifungua. Hebu tuone mazoezi salama hayo ni yapi? Zoezi la kwanza, kutembea kwa kasi ya wastani ni mazoezi salama na rafiki kwa mama mjamzito mzito, kusaidia kuboresha mzunguko wa damu na kudhibiti uzito. Fanya kwa muda wa dakika 30 kila siku. Zoezi la pili Kuogelea huimarisha misuli bila kusababisha mzigo mkubwa kwa viungo. Husaidia kupunguza shinikizo la uzito wa tumbo kwenye mgongo na miguu. Epuka maji moto sana na vyanzo vya maji visivyo safi. Zoezi la tatu, mazoezi ya kunyosha mwili, yani yaani stretching hupunguza maumivu ya mgongo na miguu. Husaidia kuongeza unyembofu wa mwili na kupunguza misuli kukaza. Fanya stretching laini. Epuka kunyoosha kwa nguvu sana. Zoezi la nne: yoga kwa mama mjamzito. Husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha mzunguko wa damu, kupunguza maumivu ya mgongo na miguu. Epuka yoga yenye mikao migumu inayohitaji usawa mwingi. Tano, zoezi la tano 5, mazoezi ya Kegel. Usaidie kuimarisha misuli ya nyonga na uke kwa ajili ya kujifungua, upunguza hatari ya kuzoofika kwa misuli ya kibofu cha mkojo. Fanya mara kumi kwa sekunde 30 kila siku. 6, mazoezi ya kupumua, breathing exercise husaidia kupunguza stress na kuongeza oksijeni kwa mtoto. Ni muhimu kwa mama anayejiandaa kwa uchungu wa kujifungua. Mazoezi ya kuepuka wakati wa ujauzito. Zoezi la kwanza, kukimbia au kuruka kwa nguvu. Kuinua uzito mzito. Mazoezi yanayohitaji kuruka au kubadilisha mwelekeo ghafla. Mazoezi yanayohusu kulala chali kwa muda mrefu hasa kuanzia trimesta ya pili Michezo hatari kama mpira wa miguu, ndondi au kupanda mlima. Vidokezo muhimu vya mama mjamzito anayefanya mazoezi: kunywa maji ya kutosha kabla, au wakati na baada ya mazoezi. Usijilazimishe, fanya kwa mwendo pesi wa wastani. Vaa nguo nyepesi na viatu vinavyofaa kwa mazoezi. Punguza mazoezi ikiwa unahisi uchovu au dalili zisizo za kawaida. Pata ushauri wa daktari kabla ya kuanza mazoezi, hasa kama una matatizo ya ujauzito. Kwa kufuata mwongozo huu, mama mjamzito ataweza kufurahia ujauzito wake kwa afya njema na kuwa tayari kwa safari ya kujifungua. Hivyo basi nikutakie Siku njema na Mungu kubariki. Tukutane katika mada ijayo.